Asante sana na kuendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka Baraka 1 TV. Tuko majira ya saa tisa, saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni kumi majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wa Ngwasu Marajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP na kuletea exclusive kutoka Uvira eh, Makobola eh, Sange, Luvungi, Kamanyola kote Kaziba ambako jana mapigano yamezuka sehemu mbalimbali mbali, na hivyo kuweza kuleta uh, hali ya moja ya kipekee sana kwa jeshi la FARDC. Tunashukuru sana kwa hatua kubwa ambayo imeonekana kufanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Uzalendo kwa axe yote ya Uvira. Uvira ni sehemu ambako hauwezi ukaingia hivi hivi na ukategemea kwamba utapameten kama vile unavyofikiria. Uh, jana kulikuwa kuna mapigano makali ambayo yalizuka ya, ya Katongo juu ya milima na Kigongo Kivovo mpaka Kalundu, milima Kashekebwe na maeneo mbalimbali mpaka Rugenge na Wazalendo waliingia mpaka muvile ya Uvira ndani ya ya maeneo ya Kalundu na sehemu mbalimbali. Na pia kuna ujumbe mzito kwa wazazi, nawaambia mara mingi, acheni kuanza kuwapeleka watoto shuleni ama acheni kutembea tembea ovyo ovyo, kwa sababu kitakachokuja hakina siku wala saa. Mapigano yalianza Uvira ambako M23 walijaribu kuenda kurepuse FARDC na Uzalendo, kutaka kwamba watawarudisha nyuma lakini walichokutana nacho kilikuwa ni kipigo kimoja cha ajabu sana. Kila siku M23 wanakutanana na moto ambao wako na kwenda kuchokoza, na hivyo kuliweza kutupatia ushindi mkubwa sisi ambao ni wazalendo na FARDC. Hiyo ni ya kwanza. Point ya pili pia, maeneo yote ya Kamanyola pia kumewaka moto, Kaziba pia kumewaka moto, ngambo zote wanajikuta kwamba e, wako katikati, wanapigwa mpleni ya Ruzizi kiasi kwamba M23 kama wataendelea kuvumilia ina maana wana roho za chuma kweli kweli. Hizi taarifa ambazo zimefanyika Uvira ni taarifa za kipekee sana na ni vyema tuweze kusikiliza hivi. Kumekamatwa wanajeshi wa FRDC ambao walikuwa wana, wanakolabore na M23 na wameficha bunduki za kutosha nyingi na hivyo uh, baada ya kukamatwa kwao wameweza kusema ukweli na kusema watasema chochote ambacho Uh, kiko ndani yao na hivyo kuweza kupelekwa mjini Baraka. Wameletwa hapa Baraka ili waweze kuonesha zile bunduki wamezifichia wapi. Katika hivi vikosi ambavyo uko unaviona vya FARDC vimegawanyika mara mbili, kuna wamoja ambao wako kwa kutumikia M23 na wengine ambao wako kwa ajili ya kutumikia taifa. Sasa kati yao na kukamatwa kwao utakwenda kurevele sekre nyingi na kujua ni kina nani ambao wako ndani ya FARDC. Ndio hii ambayo nilikuwa niko naambia mara mingi, kuna watu ambao walinipinga hapa. Sasa niko nasema kuhusiana na usaliti ambao uko, una, uko pretendi kufanyika Makobola, kwa amba kuna viongozi wa moja ambao wako na kolabore na M23 moja kwa moja. Na lengo ni kuangusha teritori ya Fizi na vile Baraka. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu yote yameweza kuwa dejoue na watu hao wameweza kukamatwa tutakwenda kusikiliza, tutawaona na tutapata pia jumbe mbalimbali mbali kutoka e, maeneo ya, ya, ya vita kulingana na vita ambayo ilifanyika. Kwa kifupi tu nataka nikwambie hivi, hii vita yenye iko inafanyika Uvira haiko vita ya mchezo. Hapana ndugu zangu, haiko vita ya mchezo. Vita haijawahi kupiganwa tokea watoke Bunagana mpaka kufika Uvira. Hapa sasa ndio moto iko inawaka, ushaelewa? Uvira ndio mambo iko inachangamka. Uvira ndo sehemu kwenye adui iko napigwa, mpaka nasema kweli, hapa tunapigwa na kile kitendo cha kuendelea kukaa e, kuka wiki wiki mbili mwezi kumpatia adui aendelee kujipanga. Ndio maana huko nakuta wako wanaanza kukolabore na FARDC na kuwauza baadhi ya FARDC, kuwapatia pesa ili waweze kuwachia njia waweze kufanya iye, yale ambayo walikuwa wako wanatarajiwa kufanya. Lakini kwa hatua hii inakuwa ni ngumu kwao inakuwa ngumu kwa sababu wa, kwanza wamekuja mteritori ambayo watoto wa teritori hiyo ni wagumu sana kula rushwa kama unavyojua, mteritori ya Fizi, bora mtu akule rushwa ya mtu mwingine yoyote, lakini sio rushwa ya agresseur. Sio rushwa ya mtu ambaye anaitwa kwamba huyu ni mvamizi, anakuja kuchukua udongo wetu, sisi tutaishi wapi? Kwa maana hiyo, kilichofanyika katika wanajeshi wa FRDC waliweza kula rushwa, walikamatwa walikuwa na pesa za kutosha. Nilisema hapa juu ya million de dollar. Million de dollar ndio ilikuwa inatengwa, ndio imetengwa na ile pesa wanasema imekuwa imekwisha kufika deja. Ile pesa million imekuwa imekwisha kufika. Unaona ukiana mwenye biko na eh, na sulubu hapo. Huyo ni moja kati ya FARDC Kongole. Mwangalie. Mkongomani huyo. Mkongomani kabisa, ni moja kati ya vijana ambao wanajua ile pesa iko wapi na wanajua zile silaha ziko wapi. Mnitoe hizo kamba zinanumiza, nitamwambia kila kitu.

wamfungule kamba atasema kila kitu kiko wapi na asha sema. ma, ma, ma, ma, bo, ni, uh, ni vema kuweza kuitia hivi atuitia hivi kwamba ku, ku, ku expose nono tunatia hivi kwa sababu ieleweke nini kenye kilifanyika na zile silaha zimekwenda tayari, zimekwisha kukamatwa silaha nyingi za kutosha, zaidi ya elfu tatu unaona, zaidi ya elfu tatu. Kisha huko Wazalendo wako na lililia, wa, uh, wapewe, bunduki, wa, wa, wapewe nini mambo inakuwa iko ni subiri subiri subiri subiri, wakati wao wao ndio wako wanachukua tena ile ile maminisio za FARDC zile zinakuja ndio wako wanazidetourner wanaenda wanazifichika kwamba hizi zitatumika kwa ajili yao. Unaona, ndio hii, ndugu zangu, kwamba tunasema kwamba adui ana nguvu. Unaona, tunaposema kwamba adui ana nguvu, ni kweli, adui ana nguvu, lakini anatumiaga tu feblese za baadhi ya watu ambao ni wakongomani ndio maana anajikutaka kwamba anafata e, anachukua an, anaganyee maeneo anafanya hivi, lakini kwa kusema kwamba tupambane hivi man to man, aduye anakuwa hana nguvu, lakini rushwa ndio inatawala bakongole. Rushwa kumubichwa ya, ya, ya batu na mpaka wanajeshi jeshi mwenye ulikula kiapo kudrapo kwamba mimi nitapigania taifa langu nitapigania inchi huko nitakula rushwa ya adui, uende huko huko kende na nguo wapi mbongo ba pesa hiyo ikosala sala hiyo nini eh, mnono kwa fasi kwenye franga hazikuagi na kazi unaenda kwa huko na mamilioni ya kazi ah, leo ni Nicolas Maduro na utajiri wote ambao alijilimbikizia leo iko wapi? iko nalala lala mu eh, mu katre katre mur analala ndani ya katre mur kaka kitanda kama nika Eh, ni ka santimetri ngapi ndio iko na i kagodoro kadogo. Mtu alikuwa anajimbikizia mamilioni kwa hiyo pesa, kuna wakati hazikuwa giziko na faida yoyote. Inachomata ni inchi yako, unaiservire namna gani? ma inchi yako huko naiacha inchi, unakubali kuungana na magaidi, unakubali kuuza inchi. Mamia ya watu wanapoteza maisha, maelfu ya watu wanakimbia makazi yao, kila siku mambo yanaribika, hakuna maendeleo juu tu ya baadhi ya watu wachache. Hiyo ndo hali yenye ilitokea Uvira. Ndo hali yenye ilitokea Uvira, Katongo, Kigongo, Kivovo, e, Kalundu, kote kule, milima yote ya Uvira inazungukwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na FARDC. Kwa hiyo tuendelee kutulia. Eh, tuendelee kuwa wa, wa, watulivu muda wote, tutasikia habari njema kutoka ndani ya jiji la Uvira. Na hili swala la watoto kwenda ma, mashuleni. Acheni kuwapeleka watoto kumasomo. Acheni kutembea tembea ovyo ovyo bila kuwa na mpangilio, kwa sababu haujui siku wala saa tuingie. Uh, uh, eh, eh, tu, uh, turudie tunaenda nao polepole. Tushajua strategie za M23 Ushelewa? Mipango yao yote watu ambao wako wanatumika nao ambao wako ndani yetu ya FARDC umu, umu, mulinye de front tuko nao umu umu na tunajua. Na ndio ile nyuko nasikia kwamba oh, mara mrudie nyuma mara mwache kwanza. Ni juu ya wale, wale. Sasa wa, uh, wale kule wanategemea kwamba huku watu ambao tuko nao huku ndio wako wanawapatia nguvu. Wao ni kuja tu, lakini nguvu yao mingi wako naitengeneza umu umu mulinye ya FARDC. Ushelewa? umumu ndani ya hii nyingine ya FARDC ndo wao pia wanategemea sasa. Sawa, huko linye ya FARDC ikivunjika, kamata wale wa traitre wote, tukiwaweka chini ya ulinzi kule, wao wanakuwa hawana nguvu juu, hawana juu, hawana ransenyema yote wako naipata kutoka, komunikasyo yote na huko kubaze makobola. Kwa sababu kule kubaze ndo kuko watu wenye biko na kolabora nao, biko napatia ma itinerere zote, hata mapozisio zote. Erezma mapozisio za aibu aziko na kwa lokalize, azijulikani kwenye ziko wapi. Unaona, hawatoi siri zao kwa wengine, hawawaambi tu kwa wapi tunaenda wapi. A a, ile tu ndo iko nafanya kwamba mpaka sasa hivi unaona avance iko na kwea ya mrefu. Bila hivyo jamani no, tungeingia mu ile ile hali, tungeingia mu ile ile hali ya siku zote so, na nakuacha uweze uh, ku, kusikiliza jinsi hali ilivyokuwa Uvira, eh, Kamanyola, Kaziba na maeneo mengine yote uh, kwa siku hiyo ya jana mengine, tukutane majira ya saa kumi na mbili za jioni, ambapo pia tutagusia hali ya Uvira kwa sasa hivi. Uvira inachafuka, Uvira inachafuka, Uvira inachafuka. Kweni makini, msubirie ukombozi kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na FRDC. Tofauti na hivyo hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kuendelea na huko, pia watoto wa mgini wako wanaendelea kufanya kazi yao ya ratisaji, sawa? Kwa sababu pia inatakiwa kuweza ku, ku, uh, kuendelea na, na kutoa toa ya vile vibaraka vya wanya Rwanda ambao wako ndani ya FRDC situ huku kulinye ya front kuanzia huku mpaka sisi tuafika mangambo za, za baraka kote, kule ni kuendelea na toa toa wote ambao wanatubiga na M23. Mimi ni ndugu yako, nimepatwa na hasira sana. Watu ambao tuko tunapigana nao tuko na mstari wa mbele kabisa, tena wale ndo wako wanatoa siri zetu kwa M23. Ndio kama ni jambo moja la ku uh, uh, lina, uh, linatia uzuni na linatia asira, ikiwa sema uh, mtu yuko na uwezo ni kuweza kufanya tu uh, kitu kimoja hivi uh, eh, yani, mtu mwiko kulinye de front, tena siri za e, za kombagi siziko zine. Tusikilize hizi jumbe alafu tutakuwa tunamalizia tuna hapo kwa jioni hii ya leo ya saa tisa, tutakutana na majira ya saa kumi na mbili hmm, bye bye. Tunasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani tunasema asante tena kwa kuona Mungu anatupatia tena uwezo wa kufika mu magharibi ya leo. Tunasema asante vraiment e, tunakuya juu ya kuwapatia tu quelques informations, na, na juu ya kupatia ndugu yetu watazari sana, kwa sababu tunakuya kusema koserna na e, frego naendelea kufanyika yangu kenye tutaromba batoto kumasomo, muache kwanza batoto kwenda kumasomo. Bazazi penye wanayua mtarafa ya Uvira hapa, tunabasi sana, tunabasi vrema, usitume watoto kwa masomo, muache kwanza kutuma batoto kumasomo, mwangalie kwenye tuko na kwenye adui iko, unaona ingelikuwa aseme adui iko munivou ya Makobola wala adui iko mniveu ya Baraka me bapa mabuvira mlikuwa mlikuwa na na na opportunite ya kusema mtumi watoto kumasomo. me Eh, arme yetu deja si batoto yenu tuko Muvira na tuendelea kupigana kila siku, mko nasikia ni mabombe kila siku, hakuna jurne yenyeko na eh, lali atupigani napo na kila siku viko wanakufa na wanakamatwa mateka. Amuta hiyo kesho, wala siku wala saa yenye tutaingia hapa ofisieli ma na mwele ofisieli, kama watajikuta, watoto walikuwa wanatoka kwa masomo ba baba yafika kwa manyumba yao, adu ya risiki tena, na huo watoto hata na aficha mu vikundi ya watoto, utashinda kupiga risasi mbatoto. Ndio ndugu yangu, tunaomba sana wazazi tuko na buchungu kwa sababu sebote tuko bazazi. Baazi bandugi yangu wa bakongomani, tuevite sana, tusibebe batoto kumasomo kiongofu jula adui mwenya takua kako. Nakwambia furuka kubeba mtoto kumasomo akue ayvrema itakua tuni gari yako lene, alakini muache kubeba batoto kumasomo, batoto basende kumasomo, sino mutaletea balimu shida mtaleta wa prefet shida mtaleta wa directeur shida. E, ni kelke message mimi na, napenda kutosha kwa sababu sikupenda nitamke vyote wenye tunaweza kufanya wala wenye tunaweza kufanya kesho. Tunalomba tu ndugu yangu wa kongomani wenye uko na akili na masikio ba hapa kote Uvira Uvira, mwache kutuma watoto kwa masomo, vita inaendelea, na vita kila siku tuko tunapigana na mlevo ya Uvira

Msiende kutuma watoto kwa masomo kesho, inakuwa kilio, mtoto wangu wanampiga bombe anakufa. Na bali pegi sino mujevite sana na ile bitu, tunabalomba sana ndugu yangu Kongomani na waza, mtanisikia kesho, msikie lilia ndani. Wanasema kama masikio ya mbuzi inasikiliaka muchungu sino, tunabalilia sana wandugu yangu Kongomani, sitaki mafa ya batoto ike kuonekana. Muvira adui yake kuwa watu huku adui anakufa mbaya, huku adui anakufa mbaya, na kila siku tuko tunamupiga usiku na mchana. Tunawaomba sana msitoe watoto kwa masomo, si tunabasi atutaki mamoro ya watoto wa elef kukufa. Tunawaomba na ba jeune garcons benye ko soma mu secondaire, muko sible mutabebewa, mutabebewa mukisoda kya M23, mukianza masomo bientot Mutalia sana hapa Uvira, natakamata banafunzi bote wa msegondere hapa Uvira, mtabebewa mkisoda, mtabebewa mkisoda. Mko vigila sana aina hii mwezi kama mkusoma ndio miaka unafika na zeka na utasomaka hapana, cha cha kunyia kisha kuingia ni cha kutoka, mwache kitoki, msipende mufokse maisha ya kusoma, mkie kuacha ma maisha ya ba ya bandugu yenu, muache ma maisha ya watoto kupenda masomo ya elimu ya, ya batoto Vrema kongomani. Uvira aiko Bukavu, Uvira aiko Goma, Uvira Uvira aiko Kamanyola. Uvira batoto basiende kwa masomo, adui iko na mipango ya mingi sana, jua ya baeleve na sisi sasa tutaingia hapa Muvira hapa hatutakuwa na saa wala minute, ndo ile wandugu yangu, na natumaini mtasikia saidia. Kila Mkongomani mwenyeko hapa Muvira asitume mtoto wake kumasomo, kama ni siku ya pili, msitume watoto kumasomo. Asante sana wandugu na Mungu awabariki sana, asante. Jambo jambo kaka, mnashinda mnashindaje? Mnashinda, mnashinda kwanza, afadhali hii magharibi tu ndio wazalendo sasa wanashuka vile, wanazingira mwingine mbaya sana, viko wanapiga masasi pana kwa tu mwingine huko Murugembe lote washafunga, wanapiga masasi mbaya sana sasa. Siku hatuwezi siku takucha, mtombe Mungu tu, vya sasa ni mtutu mingi. Barundi walienda bila boga, walisikia kama wanakuya nao, wakaenda wachunga munjia. Sai kazibe inaivya.

Banaanza bakamanyura nabo bana banza sai kamanyura, ndio sasa na mfuru wa tetana wapi kamanyura, bana banza uvira yote na inakunguta na ingia kamanyura, ndio nyinyi bana panda minembwe eh, njoo vita sasa inaanza. Njoo vita hii ni kuomba Mungu tu, Mungu atukinge na atupiganie asituache mwe hali yenyewe inasumbua sana. Banaanza kamanyura na hivi kamanyura, kinani bautu banavuga kamanyura, njoo kamanyura habari yenyewe kwa ile sai.